Swali so, la kujiuliza ni kwamba je, tangu uanze kumomba Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo kwa habari ya mafanikio na kwa habari ya wewe kuwa tajiri, je, umeshafanikisha? Na kama bado, je, uungane na watu wengine katika kutoa kafara za wanyama? Aa, Biblia inasema kwamba Yesu alipokuja alikuja kwa ajili ya kutimiliza au kukamilisha, wala sio kuitengua. Lati. Masadukayo na Mafarisayo na wana wa Israeli kwa ujumla walipomsubiri Yesu Kristo katika hali ya kimwili kwamba atakuja mfalme, atawakomboa kutoka katika dola za kutoka katika dola za maadui zao, au kutoka katika dola ya Kirumi walifeli. Ni kwa nini walifeli? Ni kwa sababu walimsubiri katika hali ya kimwili, lakini chochote kile ambacho akijafanyika katika Agano Jipya au akijaandikwa au kuelezewa katika Agano Jipya, maana yake hicho kitu tunakipata katika Agano la Kale, na katika Agano la Kale ni kwa habari ya sheria, kanuni na amri. Maana yake ili hicho kitu kifanikiwe au kifanyike ni kwa, ni, ni, kinahitaji mtu afuate kanuni, sheria na amri zilizowekwa. Kwa chochote kile ambacho hakipo katika agano, Agano Jipya, maana yake kipo katika Agano la Kale, kinahitaji sheria, kanuni na amri. Shalomu shalomu, mtumishi wa Mungu. Leo nimekuja na majibu sahihi kwa mujibu wa Bibilia kuhusu ile mada inayoendelea kwa habari ya damu ya Yesu Kristo na kwa habari ya kafara za wanyama. Baada ya kusoma Bibilia kwa muda mrefu, baada ya kufanya analysis na kuchunguza maandiko, leo nimekuletea kazi sahihi zilizoorozeshwa katika Bibilia kwa habari ya damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kabla hatujaendelea, naomba tumsikilize profeti kwanza, afuzeni nitaendelea kukutajia matumizi sahihi ya damu ya Yesu yote yaliyoelezwa katika Biblia. Sasa kama Ayubu, unataka utajiri wa Ayubu? Unajua Ayubu alikuwa anafanya nini? Alikuwa anachinja. Kwa hiyo mimi nafanyaje? Kanisani kwetu tumetengeneza madhabahu ya kuchinja. Unakuja, nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, baba, ambia haya sadaka yako weka pale juu ya madhabahu, tumwage damu tuchinje, tumwombe Mungu. Mungu, hii ni sadaka mtoto wako huyu ameileta, anataka kufanikiwa shughuli zake. Uwezi kuwa mfanyabiashara kwa maombi ya dakika tano, utakuwa mfanya biashara wa kulia tu, yes. Kama tulivyosikiliza hapo, uh, ukisoma biblia katika agano, ji, katika agano la kale neno la Mungu linasema kwamba Mungu alipomuumba Adam alimuumba akiwa akiwa kamili, lakini baada ya kumkosea Mungu aliluzi vitu vingi sana alipoteza vitu vingi sana lakini, vile vitu alivyopoteza, katika bibilia ya agano jipya, tunaona kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Adamu wa kwanza alipoteza vitu vingi mfano, alipoteza mahusiano mazuri na Mungu. Mungu alikuwa akimtembelea Adam kila siku wakati wajua kupunga. So ule ma, yale mahusiano baada ya kutenda dhambi yalipotea. Adam alipoteza utawala kamili ambao Mungu alimpa. Adam alipoteza mafanikio ambayo Mungu alimpa. Ambao mafanikio ilibidi ayapate tena kwa jasho, ambayo mafanikio yalikuwa tayari kabisa yamewekwa ya katika maisha yake. Adam alipoteza ile nguvu ya kiungu aliyokuwa nayo ndani yake Adamu alipoteza ule utukufu ambao Mungu alikuwa amempatia. Kwa hiyo tukisoma katika Agano Jipya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na Biblia inamtaja Yesu kama Adamu wa pili. Kazi ya Adamu wa pili ni nini? Kazi ya Adamu wa pili ni kuja kurejesha kile ambacho Adamu wa kwanza alikipoteza. Asa swali, je, Kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti alirejesha vile vitu vyote ambavyo Adamu wa kwanza ilikuwa ili avipate ni lazima atoe kafara za wanyama. Sasa twende tukaangalie matumizi sahihi kwa mujibu wa Biblia yaliyoorozeshwa, matumizi sahihi ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Namba moja, damu ya Yesu Kristo ilitumika kuanzisha agano jipya. Agano jipya ni nini? Agano jipya ni agano la neema, wala siyo sheria tena. Kwa hiyo tunaishi kwa neema, wala siyo sheria tena. Hii tunaipata katika uh, Luka 22 ule mstari wa 20, inasema kwamba kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Kwahiyo matumizi ya kwanza ya damu yesu ilikuwa ni kuanzishwa kwa agano jipya. Namba mbili ilikuwa ni ondolewa dhambi kwamba hapo mwanzo Agano la Kale watu watumia kafara za wanyama katika ondoleo la dhambi. Tukisoma habari ya mbuzi za Azazeli, tukisoma kwa habari ya ng'ombe na kondoo, tunaona kwamba walitumia kafara kwa ajili ya ondoleo la dhambi, lakini ilikuwa ni temporary. Lakini Yesu alipokuja alifanya ondoleo la dhambi kwa damu yenye nguvu hii. Tunaipata katika Mathayo uh, 26 ule mstari wa 28 ndio anasema kwamba hii ni damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya kwa ajili ya watu wengi kwa ajili ya ondolewa nini la dhambi. Na katika waraka wa kwanza wa Yohana moja saba anasema kwamba damu yake ilitutakasa kabisa. Namba tatu ni upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu kwa sababu mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu yalipotea. Kwa hiyo damu ya Yesu imetupa freedom, imetupa uhuru wa kusimama na kuomba mbele za Mungu kitu tunaipata katika Efeso uh, e, 2:13, nasema kwamba lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali, mmekuwa karibu kwa damu ya Kristo. Na pia ukisoma Warumi 5:10 hadi 11 utapata majibu. A, nne ni kusafisha dhamira zetu. Biblia nasema kwamba kimtokacho mtu ndani, kimtokacho mtu ndani kinamtia mtu unajisi. Kwa hiyo kabla kile akija kutoka ndani, Biblia inasema kwamba damu ya Yesu inasafisha inasafisha dhamiri au dhamira za ndani ya mioyo yetu, kwa kuwa moyo wa mwanadamu unawaza vitu vingi sana. Pointi namba tano inasema kwamba kupata uokovu wa milele kupitia damu ya Yesu Kristo, tulipata uokovu wa milele. Kwa nini? Kwa sababu damu ya Yesu Kristo wa Nazareti ni, ni, ni, ni damu ambayo ni ya milele ilimwagika milele, manake ilimwagika mara moja tu, haitamwagika tena. Ukilinganisha na damu za wanyama ambazo zilikuwa zikimwagika tena, muda mwingine wanaenda wanachinja, wanamwaga, lakini damu Yesu ilimwagika mara moja. Kwa kupitia damu Yesu tumepata ukombozi wa milele, hivi tunapata katika Waebrania 9:10 inasema kwamba wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake akisha kupata ukombozi wa milele. Pointi namba sita, ni ufunguo wa njia kuelekea kwa Mungu. Sasa hivi binadamu tuna ujasiri mkubwa wa kumomba Mungu, ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, na zaidi tunaipata katika Ibrania 10:19. Uh, tukiwa na ujasiri wa kuingia patakatifu pake kwa damu ya Yesu Kristo. Leo hii tunapanda madhabahuni, ni kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Uh, ni ukombozi kutoka katika laana. Biblia inasema kwamba katika Galatia uh, 3:13, alifanyika laana ili sisi tuwe baraka. Kwa hiyo pointi namba saba Uh, ninaondoa lana. Point namba nane kwamba damu ya Yesu inatumika katika vita vya kiroho, nasema kwamba vita vyetu si vya damu na nyama bali ni falme, katika falme katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo inatumika kama silaha katika ulimwengu wa roho, hii tunaipata uh, katika Ufunuo 12:1. Biblia inasema kwamba nao walimshinda wali shetani kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuda na namba tisa tunaona kwamba eh, damu ya Yesu Kristo ilitufanya sisi kuwa makuhani, ilitufanya sisi kuwa makuhani na wafalme. Kwa kupitia damu ya Yesu Kristo tulifanyika kuwa makuhani, tunaipata katika afunuo tano tisa kumi kwamba kwa damu ulifanyika kuwa ufalme na makuhani, ni kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Na namba kumi, damu ya Yesu Kristo inaleta amani hii tunaipata katika kitabu cha Wakolosai kwamba inarejesha amani. Kwa popote pale ambapo kuna upotezo, kuna upotevu wa amani tukiitia damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaleta amani. Swali la kujiuliza, je, tangu uanze kumwomba Mungu kwa bali ya mafanikio na utajiri kupitia damu ya Yesu Kristo, je ulishafanikiwa? Na kama bado, je, tukaungane kwa pamoja kwa ajili ya kutoa kafara za wanyama? Tukisoma Biblia, Yesu anasema kwamba alikuja kutimiliza. Maana yake alikuja kujazilizia kile ambacho hakikujaziwa, alikuja kutimiza unabii. Kwa hiyo chochote kile ambacho kipo katika Agano la Kale hakipo katika Agano Jipya au akijafanyika katika Agano Jipya, maana yake kitaendelea kubaki kuwa sheria na kanuni. Hii ni kumaanisha kwamba utajiri na mafanikio ni kufuata sheria na kanuni zilizoandikwa. Sasa je, utamue mwenye sasa? Kwa sababu katika ukisoma katika kitabu cha agano la kale, tunaona ni Mungu ametoa kanuni ametoa sheria mbalimbali, ili mtu apate kufanikiwa inabidi afanye nini? Ikiwemo ni kusaidia yatima na wajane, ikiwemo ni masuala mazima ya utoaji wa sadaka na mambo mengine mengi yaliyorozeshwa. Kwa hiyo tuendelee fafanua tuendelee kuichambua Biblia, tuendelee kuielewa Biblia inatutaka tufanye nini. Hayo ndiyo matumizi sahihi ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom, shalom, shalom.